Mnamo tarehe 24 ya mwezi wa tisa mwaka 2025 bodi ya wadhamini pamoja na mkatibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo waliwasilisha mapingamizi saba dhidi ya kesi hiyo wakipinga wakilenga kabisa katika kwamba madai ya, ambayo yamewekwa katika madai ya kina Saidi Isa na wenzake yanagusa ukatiba. Kuna masuala ya ubaguzi, kuna, mungano, kuna masuala ya kutaka kuvunja muungano, kuna masuala ya kukiuka ku, haki za au zile nafuu na, na, na au, au afaa za kikatiba ambazo Zanzibar inapata katika Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Sasa bodi ya wa wadhamini pamoja na katibu mkuu wa chama wao walisema kwamba masuala haya yanagusa moja kwa moja masuala ya kikatiba na kwa misingi hii kwa kuwa shauri hili limekuja katika misingi ambayo sio kesi kama kesi, kesi, kesi, kesi, kesi, kesi, kesi, kesi ya kikatiba basi mahakama hii haina mamlaka ya kusikiliza shauri hilo. Sasa tulianza mahakama baadaye mwezi mw, mw, uliopita ilikuwa imeamua kwamba kesi hii isikilizwe kwa njia ya maandishi. Upande wa wadhamini na, na katibu mkuu waliwasilisha maelezo ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, yao kwa maandishi. Sasa upande wa pili utakiwa uweze kutuletea majibu yao haraka ya, lakini hawakufanya hivyo, mpaka imebidi hivi leo tuweze kuambia mahakama kwamba hizo nyaraka kwetu hazijawasilishwa licha ya kwamba wao wametuambia kwamba wameshaziingiza katika wavuti ya mahakama au mfumo wa mahakama. Sasa mahakama imetupatia siku mbili za kuweza kuwajibu, na baada ya hapo imesema kwamba imebanwa sana na kesi nyingi, itaamua shauri hili tarehe 17 mwezi wa pili mwaka 2026 lakini tukaweza kueleza mahakama kwamba kwa, kuna umuhimu sana wa haraka wa kuweza kuamua shauri hilo. Jaji amesema ataweza kama, nafasi ikipatikana na kaweza kumaliza mapema, basi ile mito ya, ya kimahakama itatolewa kwa upande wa pande zote mbili kuweza kuja mahakamani na kuweza kupokea uamuzi wa, wa shauri hilo. Baada ya hapo, kulikuwa na shauri dogo ambalo limeletwa na mwenyekiti wa na chama cha demokrasia na maendeleo katika, katika nafsi yake, ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu akiomba kujiunga na katika kesi hiyo, lakini kwa bahati mbaya hakuweza kuja eh, kwa sababu kwamba ilionekana kwamba alikuwa na, na, na wakili tofauti kabisa na maelezo ambayo eh, mwenyekiti zumesikia anataka ku, kujiwakilisha mwenyewe basi na kesi hiyo imepangwa kwamba itakuja tarehe si, tarehe kumi na saba mwezi wa pili mwaka 26 na vilevile, pande zote mbili tumepewa nafasi ya kwamba tuweza kujibu kile kiapo cha cha cha, cha, mwenyekiti Lissu, na baada ya hapo tumepewa siku sita, sita kuweza kuwasilisha majibu yetu hayo mpaka tarehe nane ya mwezi wa 12 tuwasilishe viapo vyetu vya viapo eh, pinzani au kinzani, na mwisho wa siku mahakama tarehe 17 mwezi wa pili mwaka 2026 kama itakuwa ime haijakubaliana na pingamizi zetu, nikasema kama kesi ya msingi endelee basi, itaingia katika hatua ya pili ya kusikiliza maombi ya mwenyekiti e, wa chama Tundu Lissu kuweza kujiunga na kesi hiyo kama katika, na, katika nafsi yake au kama mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo. Asanteni.